Bahati nzuri sana uh, leo nimemtembelea tena kwa mara nyingine tena DJ Smart, na vitu vingi sana vya kuzungumza. Last time nakumbuka tunafanya interview. Kuna maoni yake mengi ambayo alitoa kuhusu hali ya kisiasa ambayo inaendelea hapa nchini na pia alitoa ushauri kama mekua kawaida yake, alitoa uh, ushauri kwa maana uh, viongozi wa dini waweze kuitisha dua na maombi ya namna tofauti tofauti ili kuweza tukurejesha hali ya amani ambayo kinaonekana kwa namna moja ama nyingine hapa nchini Tanzania, lakini DJ Sma kwa kwema namshukuru Mungu. Mambo anasemaje? Ah, isema mambo yako fresh, nikupe hongera na nikupe pole pia kwa yale ambayo umekua ukiyazungumza, kwa sababu naamini unaweza kuzungumza kwa maana nzuri, lakini kwa mtu mwingine akakuelewa kwa maana mbaya. Kwa hiyo zote hizo ni pole na hongera, nabidi zipokee. Nitapokea pole, hongera mm. mm. sitaipokea mm. kwa sababu mm yale sisi tunaita ilham. Mungu huenda akawa amentilia mimi ilham, au anaweza akawa amemwekea na mtu mwingine. Huenda mufti akawa amesikia kutoka kwangu, au huenda akawa amesikia pia kutoka kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ile ni ni ilham, mi nadhani hongera zinatakiwa ziende kwake kwa kuwa na maono, na kama ni kweli kasikia, basi kutekeleza. Sio kila mtu anayeshauriwa anashaurika. Kwa hiyo kwenye upande huo Uh, sifa pia ziende kwake mm, lakini nimeona pia juzi papa mm. wa Roma pia akafanya dua maalum mm. kwa sababu ya nchi yetu. Hicho mm. ndio kitu watu wanatakiwa wajue. Tume, tuko katika zama ambazo mm. watu wako too materialistic mm. kiasi kwamba tunaamini sisi ndo tuna mm. uwezo mm kwa akili zetu na juhudi zetu tunaweza tukafanya vitu hmm. ndo zama hizo hmm. na inaonyesha jinsi gani watu wako detached na Mungu wao, <coughs> na uhalisia wa kujua kwamba Mungu ndo mweza wa yote yeah. kwa hiyo hmm. ni jambo jema tu, tu, hatuna budi kumwelekea Mwenyezi Mungu kwenye mema na kwenye mabaya <coughs> na Mwenyezi Mungu habagui Mm. Aliye mwema na aliye mwovu mm. Milango yake iko wazi. Nakumbuka uh, ulizungumza uli hichi upande wa maoni, ya, aa, aa, aa, okay. yeah. so, maoni yeah. Mimi nimeji train mm. na nimeshaweka uh, defensive mechanism nimeshakubali mm. ni mm. kwamba kuwa misunderstood mm. kwamba sio kila mtu atakuelewa yaani hiyo mm. mimi nishakubaliana nayo mm na sina shida yana mtu ambaye hatukubaliani. Yeah. Kwa hiyo sio si, si, si, si tatizo yeah. Issue ni kwamba yeah. Watu ambao wanauelewa mdogo wanaledha yeah. Wanaweza kutumia yeah. lugha chafu au yeah. maneno machafu. Hiyo inaangukia kwenye disrespect. Yeah. Mtu ambaye hamkubaliani. Yeah. Bado kuna room ya nyinyi kujadiliana. Yeah. Mpaka aidha mkakubaliana au agree to disagree mkakubaliana kuto kukubaliana, lakini kila mmoja anamheshimu mwenzie. Lakini the moment ikishavunjika heshima, ule uwezekano wa kuo, kuo, kubaliana mm -hmm. au kuongea unakufa. yeah. na hii ni kitu nimeongea pia kwa kodi fulani, mtu ambaye anaweza akaelewa. Ni muhimu sana kwa viongozi ambao wanataka mambo ya umoja. mm -hmm. Naam, sasa okay. Na, pengine hasa uh, ili kulim, tumalizia hili hmm. Uliona nini hasa mpaka ukasema kuna haja sasa ya viongozi wa dini kuweza kuitisha kwa maana, kuomba kuombea nchi kusoma dua kama hivyo kwa upande wa Uislamu pia hmm. Na kile ambacho ulikuwa unakiona na kimeweza kutokea hasa, kwa nini ulifikiri kwamba hii ndo njia bora hasa kwa sababu kiuhalisia mm. sisi, sisi hatuwezi mm. yani, the reality mm. ukweli wa mambo mm. ni kwamba hatuwezi mm. kwenye Biblia mm. kuna mstari maarufu sana, ni kwa neema ya Bwana. yeah. yeah. kwamba chochote iwe ni baraka iwe ni chochote kinachomtokea mtu mm. ni kwa neema ya Bwana. yeah. na sisi kwenye Uislamu tunasema famabikum min ni'matin famin Allah. yeah. na neema yoyote ambayo iko kwenu basi imetoka kwa Mwenyezi Mungu na wanasema la haula wala quwata ila billah, hakuna nguvu wala uwezo unaotoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hiyo ndio reality, it's very simple yeah. Alafu maandiko yameelezea mm, uh, ombeni mm, nanyi mtapewa, mtapewa. Yeah. Uh, tafuteni nanyi mtapata. Mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Yani unajua maandiko, yani yako na kwenye Qur'an, anasema yeah. uh, wa idha sala ka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi. Kwa hiyo kwenye Qur'ani nasema Allah subhanahu wa ta'ala ana, anasema na wanapokuuliza kuhusu mimi, waja wangu waambie, mimi napokea maombi ya mwenye kuniomba eh. yeah, yeah. E, kwa hiyo ukiomba maombi yako yanapokelewa. Kwa hiyo vitabu, yani unajua vitu viko very simple na viko wazi. Ni ule umbali wa mtu kuwa mbali na muumba wake, mm -hmm. Ndo uliosababisha yote haya mm -hmm. Na inasikitisha mm -hmm. Kwa sababu sisi mfano kwenye Uislamu mm -hmm. mi, ndo unakumbuka, mara ya mwisho kabla hata ya kuondoka nilisema mi sishughuliki na mambo ya kura na siasa na nini. Ngoja nikupe faida moja mm -hmm. na yoyote ambaye anaweza akafaidika mm -hmm kwenye Qur'an kuna aya moja takatifu sana mm -hmm. Inasema Allahumma malikal mulk. mm -hmm. Ewe Mwenyezi Mungu, ngoja nisome baada udhu billahi minashaitan rajim Allahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tuizzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy. Kwa hiyo kufupi anachosema kwenye aya hii mm -hmm. Ewe Mwenyezi Mungu, wewe ndo mfalme wa wafalme. Mm. wewe ndo mfalme wa ufalme, unampa ufalme umtakae, ufalme wa kidunia. Mm. na unamnyang'anya ufalme umtakae. Mm. unamnyanyua umtakae. Mm. na unamshusha umtakae, mikononi yeah. kwako ndo zipo kheri zote. Yeah. unatoa kilichokufa ndani ya kilicho hai. Mm. na unatoa kilicho hai ndani ya kilichokufa kwa hiyo ukishaelewa hiyo, unaelewa kwamba Mungu ndo anamnyanyua anayemtaka, anamshusha anayemtaka, anampandisha anayemtaka, anamshusha anayemtaka na anampa cheo anayemtaka na anamvua cheo na anaitaka. Kwa hiyo hivi vitu uh, vipo leo, unajua actually, nimechoka sana. Kuna makala ambayo tangu jana nimeedit mpaka sana na usiku, nika, nimechoka, nika lala, nimeamka, nimeedit, mmenikuta. Kwa hiyo nataka kuingia deep next time naweza hi ni aya mm. Nikaitafsiri kwa undani zaidi na mifano hai ambayo itafanya watu waelewe kwa mm. hiyo kama mtu huko connected kwa Mungu wako, unaona kuna kitu jaridhika nacho, rudi kwa Mungu wako Saka. Mimi hapa niko katika siku ya pili kuitukia wito wa mufti ah, wa kufunga Saka. Saka. alio alitoa wito tufunge jana leo na na kesho yeah. Na mimi baada ya pale yeah. Nikaelezea lakini nikawaelezea pia wanafunzi yeah. Mtu binafsi binafsi yeah. Hata ndugu zetu wa Kristo yeah. Unaweza ukafunga wewe binafsi kwa nia yako yeah. Yeah. Alafu Mungu anaelewa, Mungu yeah. Anapokea na Mungu ni mwezo wa yote yeah. Uh, uh, dua ya kunuti ya, ni, ni, ni yeah. Dua zipo uh, kunuti aina nyingi yeah. mmoja wapo ni kunuti ambayo inasomwa kila baada ya alfajiri mm -hmm. Of course kuna ikhtilafu za, za kimadhehebu lakini mm -hmm. madhehebu ya Mashafi kila siku baada ya swala alfajiri utasikia wanaomba mm -hmm. uh, ile dua mm -hmm. ni ya kumwomba Mwenyezi Mungu aepushe balaa oh. aepushe matatizo yeah, okay. alete baraka zake mm -hmm. na atuongoze kwa ufupi ku kui summarize okay. E, ndo dua ya kunuti. Okay. Kwa hiyo na huwa inapigwa sana na Waislamu hmm. kunapokuwa kuna hali ambayo ni nzito. Ah wow, okay. Yes, ndo hii ambayo yes. Uh, Sheikh Bakari Zuberi ameagiza hiyo. Yes, ita. Yes. Hmm. Unajua huenda watu kwa vile haelewi wanaweza hmm. akachukulia kunuti labda ni kama albadiri. Albadiri ah. al hapana, ile ni offensive weapon ile. Eh oh. Eh. <laughs> Hii ni dua ya ya ku uh, kusawazisha ama kwa kitu yes. Umetumia lugha nzuri sana yeah, kusawazisha mambo yeah. Yeah, sema ambayo mambo sio yeah. Mungu anasawazisha alafu anasafisha njia yeah, munaenda na kama yeah. kuna mtu anakunuia ni mabaya au vitu kama hivyo, ana, ana anasambaratisha. Umekuwa um, um, ukizungumza katika positive way, yani ushambulii ama ongei katika ile kwamba ishu sasa hii itakuwa ndo wenyewe au unaongea katika muktadha ambao kila mtu anaupenda. Mm. Na katika ile la la kusali na kuomba pia nimeona baadhi ya watumishi, eh, katika huu upande wa dini wamekuwa wengine mpaka kifika, ambao wanasema siku hiyo tutachinja, siku hiyo itakuwaje, atakayeandamana kuna hiki na hiki. Pia kauli hizo ambazo nimeona mpaka baadhi ya viongozi wa serikali wamesema kwamba viongozi wa dini pia watumie lugha nzuri ambazo kidogo zisije zikaleta tofauti kwa maana katika hicho pia wewe viongozi, katika, katika ile unavyoliendea hasa a una, una maoni gani hasa ah? Uh, hii nitaijibu kwenye sura mbili. Mm. Ya kwanza nitaijibu katika sura ya Kiislamu, yeah. Na nitarudi katika misingi ya Kiislamu, mm. uh, Waislamu tumesema sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu yeah, yeah. na kwenye Quran anasema alizzatu lillahi wa lirasulihi wa lilmuminin yeah. utukufu na nguvu na ushindi yeah. ni wa Allah subhana wataala yeah. na mtume wake yeah. na waumini wake yeah. sawa yeah. sasa hata mwanzo nilisema kila kitu kina vigezo na masharti, hata kipindi kile kabla ya yote hayajatokea yeah. Ulivoniuliza kuhusu maandamano yeah. Nikasema yana vigezo na masharti yeah. Kupiga kura vina vigezo na masharti yeah. Kwa hiyo hata kwenye Qur'an yeah. Kuna vigezo na masharti yeah. Sasa, Mwenyezi Mungu kashaelezea hivyo. Yeah. Alafu anakuja anaelezea tena hapa, tuna join dots yeah. Anasema al-ain bil-ain wal-anf alaini bilain walanfu wal bil wal-kisasu haqq anasema wal-juruhu. Unajua, staki nikakosea. Hebu ngoja niangalie nisije nikakosea <tosil> yaani maneno ma, ma, ma, matakatifu tuendelee. <tosil> okay, matakatifu na so. tu tunani Okay, okay. Okay. Unajua yeah, sometimes unaweza ukawa hapa eh, unaikumbuka kichwani no, mara ikakutoka okay. Eh. Mm, anasema uh -huh. Uh, wakatabna alaihim fiha anna an nas mm, nafsa binafsi mm, wal ain bil ain wal anfi bil anfi wal udhunu bil udhuni wasinna bisini wajuruhu qisas. Sawa, sasa kuna fomula moja ya muhimu sana, akaitoa Mwenyezi Mungu mle ndani, anasema kwa kufupisha, jicho kwa jicho, pua kwa pua, jino kwa jino. Sawa, sasa nilisikiliza baadhi ya maneno aliyoyasema mm -hmm. na wao wanalalamika kwamba tek mm -hmm. na wale maskafu arobaini na moja mm -hmm. wana mambo ambayo yana wanayafanya ambayo sio sahihi. mm -hmm. Sasa ukisharudi mm -hmm. kwa Mwenyezi Mungu ametoa formula mm -hmm. kwamba mm -hmm jicho kwa jicho mm -hmm. usichukue mguu kwa ajili ya jicho mm -hmm. Ehe. yani unatakiwa balance yeah. yani kwa ufupi vijana wa mtaani mm -hmm. unasema vesi kwa vesi mstari kwa mstari yeah, Ehe. mm -hmm. unatakiwa balance mm -hmm. sasa mm -hmm. kama labda let's say tech sawa mm -hmm. mm -hmm. wameweza kulobi wanapata mabilioni ya pesa kila mwaka mm -hmm. na nyinyi lobini mpate mabilioni ya pesa kila mwaka hiyo ndo mna balance kwamba jino kwa jino. yeah, Yeah. <laughs> kama wenzenu wameweza kulobi wanapata misamaha mm. na nyinyi lobini mupate misamaha mm. kama wenzenu wameingiza au wamepenyeza watu katika sehemu muhimu, na nyinyi ingizeni mupenyeze watu katika sehemu muhimu. Kwa hiyo mnatakiwa mbalance. Kwa hiyo mm. mm. haitakiwi uh, mtu kakwambia bwegi afu nampiga na nyundo. Ah, unakuwa huja balance mama, yeah, yeah. Sawa mm. Kwa hiyo inatakiwa vitu vibalance, cha kwanza mm. cha pili mm. usitumie nguvu semu ambayo iutakiwe kutumia nguvu yeah. wenze we, wenzetu wametuzidi kiakili mm. wana mikakati, wameweka mikakati na mikakati yao inatoa matunda sisi tumekalia kuongea na kulaumu na kulalamika hmm. Na mara nyingi tunakuwaga kama moto wa hmm, kifuu. Kuna kipindi tu inapanda vuu alafu inashuka. Wenzetu wana consistency mipango yao hmm, na harakati zao na mishini zao hmm, na kila kitu. Kwa hiyo, huwezi ukapambana na mtu ambaye kakuzidi hoja kwa nguvu. Yaani the moment ukitaka kutumia nguvu kwa mtu ambaye kakuzidi akili, kakuzidi intelligence, moja kwa moja umeshafeli. Unajua, watu wasichokijua tech ambayo eh, ni Roman Catholic wana mashirika ya intelijensia ya kikanisa ambayo wanayo mojawapo hmm. Ni Jesuit, hmm. ambayo iliasisiwa mwaka elfu moja mia tano na arobaini. Hmm. Yenyewe wanaita Soldiers of God. Hmm. Uh, wanajeshi wa Mungu, yeah. Kazi yao ni kufanya kazi za covert operations hmm. Za kanisa katoliki hmm. Lakini kuna kitu kinaitwa uh, Catholic Intelligence uh, society ndani yake kuna mashirika au kuna nanii mbili, ambayo moja ni inaitwa Vatican Intelligence Operations. Ndani yake kuna taasisi mbili, moja inaitwa the entity mm-hmm. ambayo wanafahamu, let's see, wameangalia movie ya um, inaitwaje Mission Impossible yeah, okay. Utasikia naongelea the entity the entity the entity okay. Sisemi ndo hiyo lakini naongelea kwamba ndani ya Vatican Vatican, uh, intelligence operation wana okay. The entity alafu wana yeah. The holy alliance okay. Ambayo kazi yake ni kutekeleza mission za like kijasusi la kanisa lao okay. Sawa, kwa hivyo okay. Vitu ambavyo vinatokea sio bahati mbaya okay. Wenzetu wamekaa wamefanya mikakati, wa mika inawalipa okay. Kama na nyinyi au Waislamu wanaona kwamba mambo haja balance hmm, na nyinyi fanyeni ni hivyo hmm. Yani nachosema msitumie nguvu dhidi ya hoja yeah. Msitumie nguvu against intelligence yeah. Wenzetu wako very intelligent yeah. Wako very deliberate yeah. Wana mikakati yao imenyooka yeah. Na wamejipanga yeah. Na inazaa matunda yeah. Sisi mimi, I don't know, mimi ni Muislamu yeah. Sijawahi kusikia intelligence community yoyote ya Kiislamu yeah, wala harakati zozote yeah. na yote ni kutokana na kutokuwa na elimu mm. Watu wasichokijua ni kwamba mm, katika watu ambao wali play part kubwa sana mm, kwa mwalimu Nyerere kuhakikisha mm, kwamba mambo yake anaenda mm, hizi uh, baadhi ya watu wanaweza kawanafahamu mm. Alifanyiwa dua na kinaramia Bagamoyo mm, hapa Dar es Salaam mm. Alivyotoka mkoani akaja hapa wakamchukua mm, Waislamu wakampa nyumba yeah. Yeah. Akawa anakaa yeah. Wakamhakikishia mazingira yake anaenda vizuri yeah. Alikuwa analindwa na, na Waislamu hawa wawili kila Jumapili anapoenda kanisani yeah yeye ni Roman Catholic, na anaenda kanisani mm. lakini alikuwa anapewa ulinzi wa Uislamu wawili wanaingia na, na kanzu na kibaragashea mm. kanisani. Sasa ndio kama kile alichokuwa anakizungumza kwa kipande niangalia Magufuli. Uh, alikuwa anasema kwamba alikuwa anachangisha uh, mchango mm. wa, wa kanisani yes, wachangie wa, wa mm. mlinzi wake mmoja ambaye anasali kwenye msikiti ambao ni mdogo yes. yaani ndio hicho nachosema kwamba kuna kwanza mm. rumi ya mashirikiano mm kati yetu hmm. ni kubwa sana, naelewa hmm. kuna baadhi ambayo nyuma ya pazia inachezwa michezo michafu yeah. lakini usitumie jaziba, usitumie nguvu dhidi ya mtu ambaye anatumia akili na intelligence. huwezi hmm. ukamshinda huyo mtu hmm. kwa hiyo lazima you have to be very smart, jinsi ya, ya, ya ku deal na hivi vitu. kwa hiyo yeah. ile kauli hmm. ya kusema uh, iliyotoka hmm. Mimi nadhani Waislamu tukae, Waislamu na Wakristo tuwe makini. Wewe shahidi, unakumbuka, kabla ya kuondoka mm. niliongelea hili jambo mm. na kwenye Operation Breaking TZ mm. ambayo kabla ili fukutu mm. la pande mbili mm. kudhihirika, mm. nilishasema kuna karata mbili ambazo hazijachezwa. yeah. ya moja ni ukabila yeah. ya pili ni ya udini yeah. na ya tatu ambayo ni sensitive na ni hatari ni assassination, niliongelea. Kwa hiyo mm ni vitu ambavyo nilishaviona baadaye, sasa hivi ndio vinakuja vinadhihirika mm. Uh, watu wa kawaida tuwe makini sana mm. tusiingie kwenye haya machafuko mm. Alafu wewe kama Muislamu unaona umechezea mchezo mchafu, si kuna albadiri tapiga yeah. albadiri yeah. kwepo yeah. umeona mm. Lakini kama unaona wenzio wamekuzidi kwenye kwenye mikakati, fanya mikakati mm. umeona eh mm. Ila cha msingi mm. naomba nitoe angalizo mm. kwa mashirika yote ya kidini mm especially ambao wanacheza michezo michafu mm. kwa sababu hapo katika pande zote mm. tuwe makini, tutakuja kuharibu mm. ambacho hata hichi kidogo ambacho tunakipata yeah, na tunagawana yeah. tutakikosa wote okay, yeah, okay. alafu mm. tunatakiwa nawafundisha watu sana hichi mm. tujifunze kutoka kwenye timu za mpira yeah. especially labda za Uingereza za Ufaransa, za za, za Spain, Spain na wengine yeah, okay. wana kitu kimoja wanaweza kuwa wamekusajili wewe kama mchezaji, alafu baada ya muda labda wamekusajili kwa miaka mitatu au minne. Msimu wa kwanza wa pili umeperform vizuri sana, kwa hiyo thamani yako imeongezeka. Kabla hata mkataba wako hujaisha, wanakuita wanakaa na wewe, una renegotiate, wanaita kurenew mkataba. yes, kabla hata mkataba hujaisha. Kwa sababu gani? umeonesha thamani yako zaidi ya. Ya, sawa, kwa hiyo mm. kama kuna sintofahamu natamani wakae pande zote mbili warenegotiate. Yeah, kwamba okay, zamani hapa wao walikuwa wanapata maembe na, na, na, na apple. Ehe, mimi nilikuwa napata ndimu, hmm. labda na ndizi hapa hmm. mimi nataka apple. Mnakaa munapanga upya Yes, mnakaa mna, mnajadiliana, mm. wote mnapata, maisha yanaenda, anaelewa kopama kizuri sana pa katikati. Sasa ikabidi Chelsea walinia mkataba wake wamwongeza mshahara kabla hata mkataba wake hujaisha, yeah, yeah. Yes, na hicho ni kitu ambacho hata bongo kinawakosa ni mentality mm. wa bongo makampuni mengi yanapoteza sana na wafanyakazi kwa sababu umeingia mkataba na mfanyakazi, umekubaliana na mlipa laki mbili, ameperform, thamani yake imeongezeka, hutaki kumwongezea, alafu akija kampuni nyingine iko tayari kumlipa laki tano hutaki, na unataka kumwita msaliti. Hapana. Yeah. Wewe ni bwege Umeona, unatakiwa wewe, ukishamwona mtu kaongeza thamani, kaa naye discuss naye bana. Safi sana mwanangu, unapiga sana vitu nini. Mimi juzi SNS nimepewa tuzo, oh, yes ngera, na, na presida wa SNS yeah. Uh, baby sky pale, kwa hiyo Wapo kuna zile appreciation ambazo. Kwa hiyo ninachoweza kuambia mm. hii issue ambayo inaendelea sasa hivi mbona ni simple sana? Hebu yeah. Kaeni jadilianeni. Tunajua kuna maslahi yenu ambayo kuna mtu kagusu huko kagusu huko. Lakini sio impossible kwamba mnaweza mkakaa pande zote. Yeah. Serikali, upande wa Teki, upande wa Uislamu, kaeni jadilianeni. Yeah. Uh, Mujiwe chungwa na mtu anapata machungwa mangapi, mtu anapata ipo ngapi, sio anapata. Yeah. Maisha yaendelee. Renegoti lazima ue mi nasemaga hivi, hakunaga hakunaga solution, it's always compromise yani, hakunaga solution, yaani ni kwamba una compromise kitu kimoja mm. ili upate kitu kingine kwa okay. Hiyo badala ya sisi kuvunja amani mm. na nchi yetu na kuivuruga mm. hebu ambao wako juu na, na wajua mm. na wao wanajijua Hebu kaeni, yani hivi vitu vidogo mnaweza mkakaa, yani mkajadiliana mkaweka sawa yeah, mkarenegotiate mkagawana mafungu pale yeah. na mambo yakaenda hi yani, nyinyi mkishakaa kule huku chini yeah. yanaisha, na i hope huenda mm. wakatokea tuwenye busara ambao, mm. unajua sasa hivi mm. ndio ule mfano ambao nilitolea wa gari. Kuna mm. sehemu kwenye junction, magari yamejifunga, mm. kila mtu anang'ang'ania wewe rudi nyuma, wewe rudi nyuma Saada. Mimi ndo mwenye haki, mimi mwenye haki ya, matokeo yake mtakaa masaa sita lakini mkikubaliana, wewe mwanangu, hebu rudi kidogo, una adjust kidogo, ana adjust, ana adjust, njia inafunguka, kila mtu anapita. Kwa hiyo i hope kuna watu wenye busara hmm, ambao wanaweza wakaita pande zote hmm, wakae wanegotiate na wawe tayari ku, ku uh, compromise kwenye baadhi ya vitu, sio kwenye core values yes. lakini kwenye baadhi ya vitu mm. ili amani ipatikane mm. na naapa kwa aliomba mbingu na ardhi walioko juu pale mm. wakisema wakae kwa pamoja, wa renegotiate, wajua wanagawana vipi mambo mm. mchezo umekwisha. Niliona ni, ni, ni uh, ni hii uh, nikasema nikuulize ni pia swali kwa uh, mm. sababu unajua vitu vimekuwa vikizungumza viki, viki katika engo uh, tofauti tofauti hasa mm. uh, katika katika katika muktadha huu pia mm. Unadhani kwa nini hasa kuna watu ambao walihisi kwamba inawezekana haya uh, am mambo ya kuwagaa Tanzania, labda katika udini. Naona mm. kama kuna namna fulani kuna challenge ambazo zinafanyika, nimeziona hata kwenye ni mtandao pia. Unakuta mbona mtu anamsalimia anam mwenzake, labda uh, milele inshallah vitu kama yeah. hivyo, si na nini na nini hivyo hiyo hiyo, unadhani hiyo nguvu imetokea wapi hasa Tanzania? Na unadhani hii misingi hasa ime, imekuwa ime, effect yake ikoje sasa? Sasa mtu kunielewa, majibu yote yako kwenye Operation Breaking TZ. uh -huh, nimeelezea jinsi watu wanafanya fanya uh -huh, psych profiling au share jinsi ya kuanzisha trend na ikaenda. uh -huh, leo hii unajua mtu maramziki anaweza akatoa challenge fulani ikawa viral ikaenda, umeona eh, kwa hiyo na vitu kama hivyo, wapo wataalamu wa kufanya hivi vitu vikatrend vikaenda. Uh, nachoweza kusema tuwe makini sana uh -huh, katika hizo challenge na hiyo utani. Usije ukagusa misingi ya dini ya mwenzio ka, katika njia ambayo yeye anachukulia kama umevunja imani yake ikaleta shida. Wow, awe yeah, tuwe makini sana. Yeah. Kuna baadhi ya vitu ambavyo isivuke mipaka. Isifuke mipaka. Yeah. Kuna baadhi ya vitu ambavyo kidogo, there's room yeah, ya utani hata, yeah, yeah, yeah, Mtume Sawasama alikuwa anataniana na, na maswaba zake. Yeah, yeah. Kuna siku Mtume Sawasama amekaa na maswaba zake wanakula tende. Yeah. Sasa walichokuwa wanafanya maswaba, yeah. wakawa wanakula tende yeah, alafu mbegu wanamwekea kwake. Walivyomaliza, wakamwambia da ban, Bwana Mtume sawa sawa, yani wewe umekula tende zote hizi, mbegu zote ziko kwako huku, hawana. Basi wakacheka wakafurahi. Nakumbuka nisema moja ya sifa ya m... Tume, yeah. Au mtu aliyetumwa na Mwenyezi Mungu yeah. Awe na akili yeah, sure. Akawambia yeah. Bora hata mimi nimekula hizi nyinyi mmekula tende na mbegu zake zote <laughs> <laughs> umeona? yeah. So, utani upo yeah, yani yeah, ipo yeah, umeona yeah. Yani, jamani mimi ninachosema hii mm. situation kwa upeo wangu mimi yeah. inaweza ikawa solve within 2-3 days oh. ni kwamba tu kuna watu ambao uh, wameng'ang'ania upande wao mm. alafu kuna wale wa wakufata mikumbo Kweli. Lakini kuna watu ambao wakikaa pale wakajadiliana yeah. Yanaisha so, so uh, bado sijaona dalili hizo binafsi oh. Kwa ninacho analyze na mm -hmm. Kidogo unajua ki... mimi muda mwingi sana kwa kwenye research okay. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinanipita huko mm -hmm. Umeona eh? Bado sijaona vitu ambavyo vya kuniashiria mm -hmm. Lakini mm -hmm. ninachoamini mm -hmm. kwa situation ninavyojua mm -hmm. kwamba haya yote yamekuja kwa sababu ya maslahi yote, yani zungukeni yote maslahi. Alafu kwa sababu watu wamegusiwa maslahi yao, wametumia nguvu ya imani zao na ushawishi wao kwa sababu ya kama leverage ya hoja zao. Lakini yote tisa ni maslahi. Yani wakikaa chini wakaweka mambo sawa yanaishi. Tumwombe Mungu. Pia sir smart, tumalize okay. Uh, la mwisho uh, of course kama vilivyozungumza leo, haumechoka sana tatusamee. Yes. na sisi ndio mm hivyo -hmm. Pia tunatamani tupate maoni yako pia wiki um, iliyopita uh, kuna ripoti ambazo zimetoka nyingi sana lakini katika ripoti ambayo imekuja ika, ikaibua maswali mengi sana kwa watanzania na mpokeo tofauti tofauti, mm. Ni ripoti ya CNN ama dokumenti ambayo alitoa ilitolewa na mwandishi mmoja anaitwa mm. uh, Lari Madowo alitoa ya mm. ripoti yake na kidogo imeleta maneno mengi sana mm. pengine kama ulisizama ile ripoti na kila ambacho kimezungumzwa, hasa na mapokezi yake, hasa ina maana gani hasa ili ripoti um,